Yeah, contract inasema enda hapa tutataka ku terminate na ku own master, kununua ku own master. Kisema master inamaanisha catalog, the whole entire catalog, nyimbo zote hata zile ambazo wamezifanya na mimi ili ziwe za kwake lifetime, hizo zinaingiza pesa kwake lifetime. Inatokea alipie kuzinunua hicho kiasi cha pesa kilichotajwa kwenye mkataba ambao mdogo wangu alisign four years ago na kampuni ya Konde Music. Ah, haya ndio yalikuwa ni mazungumzo na lakini yeah. Um, sijui nini kimetokea kwake baadaye. Um, akaja kusema ni social media kwamba nimemdai uh, kiasi cha bilioni moja. Uh, nikiri kwamba sijamdai kiasi cha bilioni moja na um, nisingependa pesa yangu tena ija kunichafua mwenyewe. Uh, so um, I did my best. I wish him all the best. Ampenda sana, msupoteni sana. Uh, he's an independent artist from now on, nikiwa naongea na promoters, nikiwa na show, mwiteni fanye pate risk, aisaidie familia yake. Na even though lengo tupate risk wote kama ilivyo mwanzo, as you know, ni biashara na tulikuwa tukijitahidi kwa uwezo uwezo wetu wetu kuwekeza ili kukuza career ya msanii ambayo itakuwa ni lifetime na kuchange maisha yake. So far, tunamshukuru Mungu kwa support yetu, tumeweza, uh, kufanikisha kwa kualetea superstars kadhaa ikiwemo Mchinga, kina Njela, Kili Chidi walikuwepo, kina Country Boy na wote walioondoka, hakuja kuwa na mara zote, na wote wana own master zao na yeah for good and for peace. Hamna mtu yeyote mwenye maandiko ya kudaiwa. So uh, that's how we live live by lifting each other. Lakini pia speaking of Basata, uh, nilipata wito na niliomba management yangu iniwakilishe, nataka kujua issue ni nini, kwa sababu sikutegemea, na kwa sababu mazungumzo alizungumza naye na bwana Chinga, sikutegemea kama angeza kufika Basata baada ya sana na usuluhisho uh, Sasa niliomba management yangu iniwakilishe izungumze na viongozi wa uh, Basata kuona wanapataje mwafaka, lakini wakaniambia wao niambia wakani, so far nisingeweza kuyashia sasa hivi Uh, mi sikuona haja ya kusuluhisha na mdogo wangu au msanii ambaye nimemtengeneza ni mimi mwenyewe. Uh, sikuona hiyo haja ya kutengeneza kathia, sikuona hiyo haja ya kutengeneza sintofahamu na nitaharuka. Uh, so as I said my decision kuhusu, aende akafanya mziki wake na make sure mnamsupoti pia. Mwisho, kama sikosei speak na um, uh, uh, kauli yake ya kusema kwamba nilikuwa nimemuita chumbani, nilikuwa sijui nimeambia nime amtoe uh, mama yake mzazi uh, it's sad, na sio kwamba sijui how it tarnish image, na sio kwamba sijui kuna baadhi ya watu wanaweza wakaamini kwa ni kweli, lakini sina namna. Mtoto akinyea uh, mkono huwezi kukata, utafanyaje? Uh, case nimemwachia Mungu Second, nimemsamehe na uh, mwisho namwombea. Mimi sihitaji msamaha wote kutoka kwake, kiona kuna tija sawa. Akiona kama kuna haja ya kuomba msamaha watu walosikia maneno hayo ni sawa, lakini pia nistahiri kuomba msamaha zaidi ni, za ni Mwenyezi Mwenyezi Mungu, kwa ikimpendeza, basi kwa wakati wake inshallah aseme, aongee na Mungu wake kwa moyo wake wa dhati kabisa. Na mimi nitamuongezea baraka zaidi, na tafika mbali zaidi. Kwa upande wangu mimi sina shida kabisa. Na yeye ni my brother na sisi atendea kwa my brother Konde Gang nyumbani kwake because Konde Gang made him. Kwa hiyo heshima the best. So, kwa kusema hayo, nashukuru sana kwa kuendelea ku support Konde Gang. Nashukuru sana kwa kuendelea kutunga mkono siku zote, kuna superstars kibao wanakuja. Na ya,